Sasa usirudi kidogo. Oi, hatimaye Enzo amemaliza uzembe. Sasa hivi Enzo na Regina mambo yako vizuri. Enzo, kwa mara ya kwanza, amefanikiwa kuweza kumkiss Regina, na sasa hivi Enzo na Regina wanafanya kile ambacho mashabiki wengi walikuwa na tamani kitokee siku moja. Wengi waliweza kumwona Enzo kama mzembe, na sasa hivi wao uzembe ameutoa Enzo. Sasa hivi na Regina mambo ni moto. Sasa kazi kwa Patrick, ambaye yeye kila siku anawekeza ukali sasa hivi Enzo na Madam Regina umeamua kuwa wapenzi na Enzo ameamua kufanya kweli kwa sasa hivi. Twende, twende, twende Regina. Okay. Kiatoka kwenye kisa hivi. <laughs> Twende sana. <Stella>. Ah, <laughs> tayari umesharudi. Unamwangalia mfunga macho wewe? Eh? Hapa au chini? Ah uh Ndio -uh. kumsha kwa kumkisa sana kwa kuelewa kichwa chako. Okay? Okay. Apple, hey. Regina, napata hisia usitabasamu, hapo ndipo kwenye hisia ya mapenzi. Twende kuzuri hapo kwenye. Twende stand by. Haya, director wa Omuri, mama mama King. Mama King. King. Okay, ready. Call. Yes. Eh, Regina, relax, una wasiwasi, relax. Na kula bila ni. Twende, twende, stand by. Eh, twende. Are you ready? Eh, hisia hisia, action.